Ipo clip ambayo imekuwa ikitembea sana kwa kasi, clip ambayo imemuonesha chief Godlove Makibete akiongea mambo mengi kuhusiana na mtume Mwamposa. Naweza nikasema kwamba amemwongeleongelea vizuri katika hii clip. Unaweza ukasikiliza kile kitu ambacho amekiongea baada ya mimi kuongea maneno haya. Ameweza kuongea maneno mengi sana kuhusiana na mtume Mwamposa akimtetea kuhusiana na wale watu ambao wamekuwa wame wakimshambulia hivi karibuni, mtume Mwamposa akiongea mambo mengi sana kuzungumzia uzuri wa Mamposa na jinsi anavyofanya vitu vya kiroho pamoja na jinsi anavyomiliki, naweza nikasema kwamba spiritual wealth pamoja na physical wealth, yani utajiri wa kiroho pamoja na utajiri wa kimwili. Lakini uh, hivi karibuni ameweza kufanya interview moja kati ya maYouTubers wakubwa kutoka huko nchini Kenya, ambayo interview hiyo kweli inaenda sana viral, interview ambayo ilikuwa inazungumzia sana mambo mengi mpaka ikapelekea yeye akaunti yake pia ya TikTok kuweza kuripotiwa na Wakenya wengi, hatimaye akaunti hiyo ambayo ilikuwa na jumla ya followers milioni moja na laki saba kufungiwa kupitia mtandao wa TikTok. Lakini hivi sasa ukiangalia katika peji yake ya TikTok ana japo anakuja kuja kwa kasi, lakini akaunti yake real, yani ile real page ambayo anaitumia sasa kupitia mtandao wa TikTok ina jumla ya fuasi ama followers laki mbili na elfu arobaini na nne. Sasa takuwa kusikiliza hichi ambacho ilikuwa anakiongea kuhusiana na mtume Mwamposa, lakini baada hapo utaweza kushusha komenti yako. ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daudi Alexander Scott Rizzi. Subscribe ili wanafamilia yetu wa nguvu ambao unapata update zetu kila wakati, asante. Alafu ngoja tumalize kuhusiana na Mwamposa, e, Mwamposa, huyu mnamjua. Mnajua Mwamposa kafanya nini. Naona watu wengi mmekaa, unakuta shehe mzima na midevu yako, unakuta mchungaji mzima na midevu yako, unakuta prophet mzima na midevu yako, unaacha kufanya kazi ya Mungu uliotumwa duniani kuja kubadilisha hiki kizazi cha watu waliopotea wanaoupiga eh, wana, wana wana yani, wanatangaza imani za kishirikina au frimason iluminati wanaitangaza kwa kina kuliko kumtangaza Mungu wao. We umekaa hapo umengangana, unasema eh, Mwamposa ni iluminati ni frimason, sijui alifanyaje, sijui alikwenda kanirudi, sijui Mwamposa sijui alifanya oya. Oh, huo mda unaupata wapi? Yani inamaana wewe kanisani kwako, msikitini kwako unaenda kuwa kuwahubiria watu kuhusiana na Mwamposa na mwana Mwamposa ndo Mungu au? Hembu na nyinyi basi, hata waumini, mda mwingine muwe mnafikiria, mtu anaacha kuhubiria anaacha kutoa neno la mwenyezi Mungu, anahubiri kuhusu Mwamposa, anahubiri kuhusu shetani, anahubiri mda wote kuhusiana na frimason, anahubiri mda wote kuhusiana na iluminati. Na ukumbuke kile ambacho kinazungumziwa sana ndo kikubwa. Kuhu, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Mungu ni, ni, ni mdogo kuliko Mwamposa. Kama wewe huna uwezo wa kufanya miujiza watu wakapona kama Mwamposa anavyofanya au watu maprofeti wengine wanavyofanya kama mashii wengine wanavyofanya, si siuache na wewe fanya kivyako. Unataka kuaminisha watu waamini kile unachokiamini wewe kichwani kwako kwamba Mwamposa ni mbaya. Sio kama anamtetea hapana, ila naongea ule ukweli uhalisia, yaani kuna vitu vingine ni vya kijinga. Yaani, kama unatizama sasa hivi, basi kuwa na mindset ya kiakili. Ina maana wewe unaona kabisa ukijizungumzia wewe au ukizungumza kuhusiana na wewe, hakuna atakaye kusikiliza. Kwa hiyo unatafuta mtu ambaye anasikilizwa na watu, unaenda kumfanya aonekane mbaya, unataka kuonekana kama yeye. Yeah, labda Mwamposa huwa anafanyaga vitu vibaya, wakati wewe na wewe kuna vitu vyako ambavyo unafanya behind the scene, sisi hatusemi na wengine, utakuta hata tunavijua kwa hiyo msipende sana kufuatilia maisha ya watu, waache wafu wazikane na wafu wenzao. Wewe kama unajiona wewe ni mzima, baki hapo, lakini kama Mwamposa, watu wanaenda kanisani kwake, wanapona, kama profeti yoyote, kama shehe yoyote, anafanya kitu kinachoonekana, mwacheni. Mali ni za kwake, msio na wivu kwa sababu mtu kapata. Basi tengeneza na wewe mazingira watu wakusikilize, kama ni rahisi. Kila nikishusha kila nikiscroll naona prophet Mwamposa, kila nikiscroll she Mwamposa, kila nikiscroll huyu ni tapeli anatuuzia udongo, huyu ni tapeli anatuuzia mafuta, huyu ni tapeli. Acheni upumbavu, yeye anafanya kwa ajili ya watu wanaomwamini na kumsikiliza. Mnataka kuniambia watu wote wanaosali kwa Mamposa waliofariki, na maana hawajaenda mbinguni, wameenda wapi sasa? Au hiyo siri ya mbinguni, kuna mtu anaijua? Kama kuna mtu ashaienda mbinguni? Kama kuna mtu ambaye huwa afanye makosa? Kama kuna mtu ambaye hajawahi kutenda kosa maishani mwake, hajawahi kufanya kosa lolote, ndiye atakuwa wa kwanza kumtupia jiwe mtu mwenzie. Na hata kwenye vitabu vya dini wameshakataza kwamba usimjaji mtu wala usihukumu, na wewe utahukumiwa. Wewe mwenyewe huna haki wala wewe sio Mungu, unakaa unamjaji mtu. Najua wapumbavu, mtakuja mtakomenti upumbavu, lakini mimi binafsi sioni kama Mwamposa ana shida, wala sioni kama hawa maprofeti wengine wana shida. Kila mtu abaki na imani yake. Mimi leo naweza nikasema mimi ni Flimason au mimi ni Iluminati, mtaniacha na imani yangu, kwa sababu ndio ninayoiamini. Mwamposa anamwibilia Mungu wake na yeye mumwache. Unaweza ukakuta Mungu wake yeye sio Mungu wako wewe, unayemwabudu au unayemsikia. Sasa usilazimishe watu waamini katika Mungu wako tu, uanze kutukana wenzie au dini za wenzio, na ukishaanza kuona mtu analazimisha kuonekana mwenzie mbaya, yeye ndiye mbaya. Najua mtakuwa mjanielewa wapumbavu. mimi nime anakosea huyu anakufuru sasa. Wakenya wamelipoti akaunti yangu ile ya 1.7 milioni, alafu niko na wewe hapa sasa. Wewe ah sikia, <coughs> mimi na malizana wewe. Wakenya si wao wame ngoja atulia. Wakenya sio wamelipoti akaunti yangu, mimi nakutia ndani wewe? Wakenya wanatakiwa waniombe msamaha, hata mimi naiko ndani ya chifu, alafu nyewe mmenikisha kwa shida nyewe. Wakenya nyewe, hapo mmeniweka kwa shida kubwa sana. Sasa kwa nini wengine hawapendi kuambia ukweli rafiki yangu?

ni gari iliyotoka kwenye movie umeelewa. Na nilichonunua kwenye ile gari watu wengi hawajui, nimenunua kwenye ile gari thamani ya kwamba ile gari imetoka kufanyia kitu fulani Umeelewa, kunaweza ukawa kuna gari hizo nyingi, sio mtaani, sio wapi, lakini huko mtaani hamna, kwa sababu ile gari ukiwasha tu inakula mafuta.